Kama kuna sekta haitaji kusema sana ni hii ni umeme. Umeme ukikatika hauhitajiki maelezo, umekatika, hayo maelezo mengine baki nayo, watu wanaochotaka ni umeme basi. Mheshimiwa Spika, meelezwa kwa uchungu sana bei ya kuunganisha umeme kwa wananchi vijijini na mijini. Serikali kupitia REA imetenga shilingi bilioni 40 ili kuanza kuunganisha umeme wananchi kwa shilingi elfu ishirini na saba katika maeneo mbalimbali yenye sura ya vijiji miji. Nawaomba waheshimiwa wa Bunge, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, mtupe muda, tuna timu tumeiunda ya kwenda kuangalia namna gani tutapunguza gharama ya kuwaunganisha wananchi vijijini kwa ajili ya kuwapelekea umeme kwenye mradi wetu wa Compact ambao Benki ya Dunia FDB wanatufadhili pamoja na wafadhili wengine. Tumepewa target ya kuunganisha wateja milioni nane ukijumlisha na wale waliokuwepo milioni tano tunatakiwa itakapofika mwaka elfu mbili na thelathini tuwe tumeunganisha wateja milioni karibu zaidi ya kumi na mbili lakini unganishe hilo hilo pamoja na gharama za umeme mheshimiwa spika gharama za umeme yaani tarifa kwenye nchi yetu hazijapitiwa kwa muda wa miaka kumi kwa sasa tunazipitia kupitia EWURA ili atuletee taarifa hizi gharama za umeme maana yake nini na nini kifanyike ili wananchi waweze kupata nishati ambayo inahimilika tumeshanunua viwanja kwa ajili ya kujenga vituo kwa ajili ya wilaya zote nchini mbili tumeamua kujenga kwanza vituo kumi na nne vya kuanzia tunahitaji vituo vya kupozea umeme nchi yetu vituo mia mbili kumi na sita vilivyopo ni vituo mia moja na thalathini na mbili maana yake ni kwamba tuna upungufu wa vituo themanini na nne kituo cha kupozea umeme cha grid, yani grid substation. Gharama ya kukijenga kituo kimoja ni bilioni 35. It's expensive. Na kituo cha kawaida kile kinachopokea umeme kwenye msongo wa kilovolti 33, kituo kimoja ni bilioni 8. Maanake ni kwamba zinahitajika fedha nyingi ili tuweze kujenga. Hatuwezi kufanya vyote mara moja. Tunachohitaji, mahali pengine, tutaweka switching station ili tugawanye njia. Kwa mfano, pale Mto wa Mbu kwa sababu ile laini ya kutoka Arusha unakwenda mpaka Ngorongoro ni ndefu sana. Ile line peke yake ina urefu wa kilomita elfu moja na mia nne. Maanake ni kwamba line yote ile haina substation, haina chochote. Akitokea hata mtu anaendesha gari akagonga nguzo moja, maanake walio upande mwingine wote wanakosa umeme.